Mheshimiwa Diwani na wananchi kwa ujumla, itifaki imezingatiwa. Kwa majina, naitwa Mario Peter Gandie, ambaye ndiye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mivumoni, na kwa sasa niko hapa kama msimamizi wa ujenzi huu wa shule mpya hii uwanja wa Panga, ambayo tutaiita Leonard Manyama kama Mungu akipenda na mimi niko kwa miaba ya mkurugenzi ambaye niteua miongoni mwa walimu wakuu kuwa msimamizi wa shule hii. Na mshukuru mkurugenzi alitutengea kwa awamu ya kwanza milioni mia nne hamsini na tano kwa ajili ya ujenzi wa huo msingi, na huo msingi umeshakamilika. Nategemea tuanze awamu ya pili na kwa matumizi, huo msingi umetumia milioni mia nne kumi na nane, na imebaki milioni 36, ambayo tunategemea itaingia kwa awamu ya pili, iweze kuendeleza katika hatua hiyo inayofuata. Na tumshukuru pia Mungu kwamba rais wetu Samia kupitia mkurugenzi wa manispa yetu ya Kinondoni na viongozi wetu wa manispa wametutengea tena hela nyingine kwa ajili ya awamu ya pili na ziko kwenye akaunti kule shule ya msingi Mivumoni, milioni 661, na, na mkandarasi wetu ameingia tena kwa awamu ya pili kama mnavyoona hapo, kazi zinaendelea, na tunategemea kazi ifanyike kwa spidi ya hali ya juu. Nia yetu shule hii itakapofika Januari, basi watoto wetu wa, wa shule ya msingi wa hapa waanze waanze kusoma hapa, tuwapunguzie ule mbali. Watoto wanakokwenda kule Kunduchi wale wanakwenda Pius Msekwa waje wa, wasome hapa. Kwa hiyo Mungu akipenda, matarajio yetu mwezi Januari, basi shule ifunguliwe, wanafunzi waanze. Nilisema awali, kama itakubalika, jina la shule itaitwa Leonardi Manyama.